Kamwe huwezi kuvuna mchele au mpunga kwenye shamba la bangi, wala huwezi kuvuna mahindi kwenye mashamba ya karoti au vitunguu. Hii ni kutokana na kanuni ya kichocheo na matokeo inayosema kwamba huwezi kupata kitu kama hakuna kichocheo kinachopelekea kitu hicho kiweze kupatikana. Leo nataka nikupatie vitu vikubwa vitano vinavyochochea mafanikio, alafu wewe utaniambia kitu gani wewe unakitumia kama kichocheo cha mafanikio yako? Yaani kwa, kitu gani kinakusababisha uweze kupambana? Kata hivi vitu vitano angalia wecha kwako kwa ni kitu gani, kwa sababu kama huna hicho kitu itakuwa ni vigumu sana kuweza kupiga hatua. You must have a big why, lazima uwe na why yenye nguvu nyuma yako. Tuangalie jambo la kwanza, watu kwa nini wanapambana? Moja, unaweza ukatumia matatizo yako ya nyumbani au historia wewe ukitazama historia yako inakuumiza mno, ukitazama nyumbani, hali ya hewa inakuumiza, uchumi wa nyumbani unakuumiza, umaskini wa nyumbani unakuumiza, hali ya baba na mama inakuumiza, hali ya hewa ya uchumi wa ukoo mzima inakuumiza. Yamkini hatukiwaambia tukikupa zoezi la kukusanya hata milioni moja kwenye ukoo wenu wote, tukapata mwezi, unaweza ukakuta unakusanya haipatikani hata milioni moja, uko au? Tukakupa kwenye familia utavuta hata laki tano, au mpigie yeyote kwenye familia aku, akutumia hata laki moja, hamna. Hali ni ngumu. Historia inaweza ikawa ni sababu ya wewe kupambana. Ndio maana hata Eric Shigongo kwenye historia yake anasema kwamba nyumbani kwao walikuwa maskini, kwa yeye alitumia msukumo wa maisha ya nyumbani kama sababu ya yeye kupambana. Ndio maana alikuwa anapambana pambana, pambana, mwisho wa siku akasema aliyofanikiwa tu, jambo la kwanza alienda kujenga nyumba nyumbani kwao kuwajengia baba na mama. Ikawa ni moja ya kitu ambacho kilikuwa kinampa angalau kutosheledevu kama moyo. Kitu gani ambacho unapambana nacho na unataka siku moja uje useme kwa kweli nimetoboa, kwa sababu hiki kitu nimeweza kuki, kukifanikisha. Sababu ni muhimu. Historia inaweza ikawa ni one of the reason. Jambo la pili ni dharau, yaani kuna watu wanakudharau sana, yaani watu wanakuchukulia poa, watu wanakudharau, wanadharau familia yenu au wanakudharau wewe binafsi. Ukienda kwenye vikao, labda hauzingatiwi, hauheshimiwi. Hebu, unajua kuna mtu unaweza ukakuta nyumbani, asilimia kubwa labda wameshajipatapata ndugu zako, watu wameshajipatapata, ila wewe tu ndio umebaki, kwa hiyo wanakuchukulia poa, labda wakushirikishi kwenye mambo ya msingi, hawakuzingatii, hawakupigii simu, yani ni kama umetengwa fulani kwa sababu unadharaulika. Au kwenye vijiwe, washikaji zako, marafiki, ndugu au wadau tu wa mtaani, yani wanakuchukulia poa kwa sababu ya hali yako, dharau, au sehemu unapokaa, kazini, yani kila sehemu ni kama uheshimiwi, unadharaulika sana ukasema nina hasira ya kupambana kwa sababu ya hii dharau ambayo naoneshewa. Hiyo inaweza ikawa ni sababu ya wewe kupamba kupambana, dharau. Jambo la tatu linaloweza kukufanya upambane kupushi, ili uweze kujenga uchumi imara na kufanikiwa, inawezekana ni tamaa. Kuna tamaa uliyoibeba ndani, yani kuna tamaa uko nayo, yani kuna matamanio kuna vitu natamani yaani, kuna vitu natamani, yani unatamani maisha mazuri, unatamani labda gari, unatamani kujenga nyumba, unatamani kitu gani? Yani kuna vitu unatamani kuvinjoi, yani ile tamanio la moyo, yani kuna vitu unatamani kuvifanya, tamaa binafsi ambayo wewe kwako ndio driving power. Power, yani bila kuwa na hiyo kitu siku zote utakua unaishiwa power, kwa sababu huna power inayokusukuma inayokusukuma tamaa, tamaa ya vitu vizuri eh. Kuna wale ambao wanakosa waha. wanakosa maadili, anasema mimi napambana ili niweze kuwa na pesa ili niwapate wanawake kwa urahisi. Utawapata, lakini ni tamaa fulani hivi ambayo unaitumia in a negative way, umeelewa namna hiyo? So unaweza kuitumia pia tamaa ya vitu ambavyo unatamani kuvipata ili ikupe msukumo wa kupambana ili kupata nini? Kupata pesa na mafanikio makubwa. Jambo la nne ambalo unaweza ukalitumia kama sehemu ya msukumo wa wewe kupambana ni maono uliyokaa nayo muda mrefu. Yani umekuwa na ndoto na maono, labda labda unataka unataka unataka kuja kuwa bilionea, unataka kuwa milionea, unataka kuja labda kuwa unataka kuwa bilionea, kuwa mfanyabiashara mkubwa wa kimataifa. Yani kuna mahali, yani kuna kitu unakiona ndani yako. Sio tamaa, tamaa ni ile hisia tu, yani kuna vitu yani kama matamanio tu, lakini vision kuna picha umekuwa nayo muda mrefu, kuna mahali fulani unapaona na unaamini utafika, ndio inakupa sababu ya kuto kulala, unapambana usiku na mchana. Hiyo pia inaweza ikawa ni sababu ya wewe kuweza kupambana. Umeelewa vizuri? Lakini pia kitu gani kingine ambacho kinakupa msukumo mm, msukumo wa kupambana ili uweze kufanikiwa kwenye maisha yake? Inawezekana pia ni kitu kinaitwa maarifa yaani, wewe baada ya kujua siri fulani fulani zimekupa sababu ya wewe kuendelea kupambana, yani maarifa ulionayo ndio yanakupa sababu ya wewe kupambana mm? Umetambua kwamba kuwa tajiri inawezekana, umepata maarifa yanayokuonesha kwamba kumbe this is possible eh? Maarifa maana yake wewe unakuwa ni knowledge hunter, yani unapambana kutafuta maarifa usiku na mchana, baada ya kujua hiyo siri. Mwanzoni ulikuwa una imani, ulikuwa uamini kabisa kama kufanikiwa inawezekana, lakini baada kupata pata maarifa yamekuamsha akili, kaamka kwa maarifa yamekuwa ni reason ya wewe kuamka kifikra. Kwa hiyo kinachokupa nguvu ni maarifa, kinachokupa power ni maarifa. Ingawa maarifa yanahitajika kwenye maeneo yote, hata kama na tamaa namba moja, namba mbili inahitajika, lakini wewe una driving force ya historia, una driving force ya tamaa, una dai ili umeona tu kwamba you deserve to be rich, you deserve to be successful. Kwa hiyo unapambana kwa sababu una knowledge na maarifa ndio yamekuamsha kwenye akili yako. Je, power yako ni ipi kati ya hii? Kwa sababu kumbuka, huwezi kuvuna mchele au mpunga kwenye mashamba ya bangi, wala huwezi kuvuna mahindi kwenye mashamba ya karoti au vitunguu. Kwa nini? Kwa sababu kila mavuno yana mbegu yake. Je, ni kitu gani kinachokupa pawa kuendelea kupambana ili kuja kufanikiwa na kujenga uchumi mkubwa zaidi kwenye maisha yako? Mimi naitwa Festo Amos, mkufunzi wa elimu ya fedha Endelea kunifuatilia zaidi. Wale wanahitaji vitabu Nguvu ya Pesa, Mikopo na Madeni, Mwongozo wa Nidhamu ya Fedha, vipo kwa ajili yako. Chukua mawasiliano kwenye description ili uweze kupata vitabu vyako popote pale ulipo Tanzania na duniani kote. Na zaidi sana, nakwambia kadri unavyozidi kujifunza, ndivyo unavyozidi kupanua wigo wa kufanikiwa zaidi. Learn more to earn more and live a great life. Nifuatilie zaidi ili kujifunza zaidi. See you next time.